Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya wana kasirika kweli, wasema mzee yule, kwa nini asiende kupumzika? Basi wengine wanasema kafa, wengine miye mzima, afya yangu nzuri, sina napogua